Ni, ni kwambie ndugu yangu mwandishi, hili swala tunaanza hatua kwa hatua, hatuwezi kwenda. Ndio maana hata klabu yetu ambapo haikuridhishwa na uailishwaji wa, wa ile mechi ilitoa barua na ikaipeleka kwenye vyombo husika. Baada ya kutoka hii, sisi tunachokisema hapa, tunamwomba Rais Karia atoke, afanyaje, aombe radhi ndani ya masaa sabini. <laughs> Sawa, eh. Hilo ni moja. Kama atashindwa kufanya hivyo, tutachukua hatua zaidi ya hii, tuna uchungu na hii klabu. Hatua <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ambazo zitachukuliwa ni pamoja na hizo. Ikionekana kwamba kuna uhitaji wa kuchukua hatua hizo, tutafanya kwanza, ikiwezekana hata kwenda mahakamani, tutafanya hivyo kwa sababu hili swala sio la mchezo. Tunachokisema, tunasema habari ya vitu ambavyo tunavifanya kwenye klabu. Mwekezaji anaweka pesa nyingi sasa hivi klabu yetu, wanachama wanalipa ada zao, wanachangia. Leo mtu mmoja anatoka pesa ambazo zimetumika kuandaa hiyo mechi kutokana na wanachama mtu anatoka tu anatoa majibu ya ya kejeli na kudhalau viongozi ambao tumewaweka. Hili jambo alikubaliki. Yeye anataka heshima, aanze kujiheshimu yeye uweze Ngoja nikusaidie kitu kimoja, na wewe ni ndugu yangu, nakupenda na, na kujali nakuheshimu, naipenda kazi yako, kwa sababu na nami nilipita huko. Ni hivi, Yanga kama Yanga, nimetamka mwanzoni kwamba tulishatoa msimamo wa klabu. Sasa hivi mpaka si tunakuja kuongea na wewe, ni rais wetu. Amechafua hali ya hewa kututukana, yale ni matusi na nimekuambia mtu ambaye unaweza ukamtukana kakaa kimya ni mkeo, kwa sababu umemlipia mahari, na hata kilalamika, atawambia ndugu zako kimya kimya. Lakini yeye kalia, kaitukana Yanga ni chafu, wachafu wale, sisi ni wachafu. Ametufeva kati ya klabu ambayo ameifeva Tanzania hii ni Yanga. Ameifeva wapi? Aweke hadharani kila ambacho ameifeva Yanga, afu sisi tuuza seti zetu tumrudishie kila ambacho yeye ameifeva Yanga, kwa sababu uwezi kutamka mbele ya hadhara kwamba Huyu dada mimi nimemfeva sana. Msimwone anapendeza hivi. Mimi ndo nampendezesha hivi. Wakati huo mimi sijawahi kutoa hata shilingi mia kumpa. Na kama ametoa ni vile vitu ambavyo vinastahili kutoka kwa wadhamini wanaosimamia ligi, labda wadhamini wa matangazo, wadhamini wa ligi, zile pesa zinazopitia kwake. Lakini kutoa pesa yake mfukoni kumpa Yanga kama ametoa, waleta hata mimi nitauza seti zangu Dodoma nichangie sehemu ya kumrudishia. Haitangaza azarani. Huo ndo msimamo wa kirabu, na huko kule TFF wanao, sio utuulize sisi, kule upo na barua ile. Nadhani hata ukiingia kwenye email ya Yanga unakutana nayo, ipo. Na ubingo sio mechi moja. Kuna swali lingine? Ah, okay, karibu mzee.